Matumizi ya mtandao binafsi ama VPN yanaendelea kukua kila uchao na ni sehemu ya maisha ya baadhi ya watumiaji wa huduma ya mtandao duniani kote ikiwemo nchini Tanzania. Kwa baadhi ya huduma, VPN ni takwa la lazima kutokana na sera zao za kulinda faragha za watumiaji, huku baadhi ya taasisi au watu hutumia VPN ili kuongeza ubora wa huduma zao, kupata huduma ambazo hazipatikani katika eneo hilo kwa wakati huo au kujilinda dhidi ya wa wadukuaji wa mtandaoni. Jarida la Forbes la Marekani limebainisha kuwa mpaka mwaka 2024 kuna jumla ya watumiaji bilioni 1.6 wa VPN duniani ambapo zaidi ya asilimia sabini hutumia kwa ajili ya ulinzi wa data zao. Licha ya kuwa hakuna takwimu rasmi za watumiaji wa VPN nchini Tanzania, ni ukweli ulio wazi kuwa wapo wanaotumia huduma hiyo, na hilo linathibitika mara baada ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, TCRA, Oktoba 13 2023, kutoa tangazo lililowataka watumiaji wa huduma hiyo kusajili aina ya vipini wanazotumia. Hivyo tunaweza kusema matumizi ya VPN nchini Tanzania si haramu, ila ni lazima isajiliwe kwanza kwa TCRA wa kutoa taarifa zote muhimu ikiwemo anwani ya itifaki ya mtandao yaani IP address. Pamoja na uamuzi huo wa TCRA kutoungwa mkono na baadhi ya wa Watanzania, mamlaka hiyo ilishikilia msimamo wake na kusisitiza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kudhibiti upatikanaji na usambazaji wa maudhui yaliyokatazwa. Jinsi VPN inavyofanya kazi. Jukumu la kwanza la VPN huwa ni kubadili anwani ya itifaki ya mtandao au IP address, na kumruhusu mtumiaji kutengeneza msimbo au itifaki bandia anayotaka kutambulika nayo kwa wakati huo. Baada ya hapo, mtumiaji anaweza kupata huduma anayotaka kwa kutumia anuani mtandao ya bandia, ambapo ukomo wa upatikanaji wa huduma hizo hutegemeana na uwezo wa VPN yake. Mathalan, hivi karibuni Watumiaji wa mtandao wa Telegram na X nchini Tanzania hawawezi kutumia mtandao huo pasi na kuwasha VPN. Maana yake wanatumia itifaki bandia ili kupata huduma ya mtandao huo. Kutokana na ukweli kwamba matumizi ya VPN hayazuiliki hususan katika upatikanaji wa huduma muhimu ikiwemo mawasiliano, Nukta TV imekuandalia dondoo za kuzingatia kabla hujachagua VPN ya kutumia kwa kurejea maoni na mapendekezo ya hariri wa jarida la masuala ya sayansi na teknolojia la Marekani la CINET.